Ayo guys mambo vipi? I hope mko poa, I hope mko sawa. Na hii ni Ryme and Reason nikiwa na mwanangu Dee42 Code na leo tukichambua ngoma lake linalokwenda kwa jina la Icon. And by the way, ngoma hiyo imetoka this November 2025. Ngoma limekimbiza sana YouTube kama underground limemletea tozo na mafanikio makubwa sana. Leo tuna ngoma lako la Icon, ndio? Ndio. Yeah. Kwanza unajisikiaje kukuja hapa na Icon? Ah, of course, yani kama nilivyokuambia mwanzo najisikia vizuri sana kuleta katika hii platform. Rhyme and Reason inapatikana YouTube. And by the way, hii ngoma imekuja kwa mtindo wa cypher. Saifa na wasanii nabanisha wasanii kibao ngoma, yeah, yeah. Nadhani wewe mwenyewe unajikubali cha kwanza ndio umeua, lazima najikubali cha kwanza ndio umeua muamba ngoma vutia kwake, lakini tukizungumza ukweli uh, kuna mtu ambaye na appreciate sana aliua alichofanya, shout out sana kwake, ni mstari wa nane na nane mwenyewe ambaye ni mtu ambaye amefanya hivyo ni mstari wa, wa nane kwanza moja, najikubali mwenyewe kwamba nimeua, lakini yeah. Kuna mtu ambaye nakubali kwamba amefanya vizuri sana kwenye ile ngoma, kwa sababu ametumia creativity kubwa sana. Kuna mtu anaitwa Andrax kapita vesi ya pili pale. Kwanza moja, kitu ambacho mimi kanifanya surprise alifanya surprise, yani kwa ambayo tuna rekodi, kapita kwenye flow nne ndani, ndani ya sekunde arobaini ah!

Vijana wanafanya gemu na hip hop wao ngumu sana. Wanaaminisha kwamba kufanya hip hop mpaka wamesoma kwa saizi. Yeah. Basi kuna mistari nimeisikia humo ndani kwenye hiyo goma, ni mistari ambayo inanipa contradiction kidogo na ni mistari ambayo inajitahidi kunifundisha vitu. Ndio. Kwa mfano kwenye stanza, kama sikosei ni stanza ya pili, hapo goja niangalie. Sichimbi mabiti, nachimba visima vya kuweka mipango, siogope vitisho. Kwanza jamaa anajikubali, anajikubali sana, ah, sana <laughs> <laughs> <laughs> kwa hii vamba ya chimbi mabiti kwanza, ni hebu waambia watazamaji, chimbi mabiti ni yeah. Wa watazamaji, mabiti akiwa na maana gani? Uh, mimi kwa mimi nilivyoiangalia ile mistari, kwamba anavyosema kwamba kwa chimbi mabiti na chimba visima vya kuweka mipango, maana yake yeye ni kwamba, tunajua kwenye hii generation kuna watu sana wanaleta tantarila kwenye yeye hana ile time kwamba s nianze kujisikia nianze kufanya nini? Hapana, ila yeye kitu ambacho anakifanya anatengeneza njia njia, anachimba visima vya kuweka mipango. yeah, yeah, <laughs> yeah chimbi, ah, hatari! Unasikia mistari hiyo, inapatikana kwenye Icon ya kwake DEE42 Code. yeah. inapatikana pale mjini YouTube. oa mtapenda kuchambua besi ya mwisho ambayo ni ulipita uli nayo wewe. swali, kwa nini uli, ulichagua wewe kuimba mwishoni? Uh, kulingana na jinsi yes, kwanza, tulivyofika pale studio tulianza kulikuwa na cha fulani kwamba nani afungue, uh, nani afunge. Wote mnaogopana wote tuna ile nani eh, mbali lakini, ndo pale alivyotokea wakufungua ndo alivyopatikana wa kufunga pia. Natamani kumsikia sana jamaa aliyefungua, i hope nitamsikia mwishoni kwa sababu mpaka mtu anaamua kufungua basi anajiamini anajiamini sana anajiamini mwanani sana. Mwamba unaweza kama shout out huko popote alipo asikia anaitwa nani ya yeah? Yule jamaa shout out sana kwa Young Shark, Young Shark shark anaitwa kwa Young Shark, anaitwa Young Shark, anafanya vema sana huko mjini YouTube na mambo yake ma... kibao ni... okay. yeah. Okay, tu kashawahi kufanya project kubwa na kina bando au ni kina MC Okay. Naomba tuende moja kwa moja kwenye pointi yetu Bana, kwa maana yako umeleta Icon, ndio umeleta Icon. yeah. na mimi nikijaribu kufikiria hapa umeleta Icon kwa sababu kuna watu mle, kuna miamba na miamba. Sasa nataka nione umwamba wako, hebu tupigie

kwamba utengwe na wao wenyewe besi zao ni tomato na chini. Kwamba hivyo kuniambia, kwanza hii besi yako ya kwanza ilikuwa ina maana gani? Ah, kwanza ku, kumaanisha kama kusema kwamba mimi ni tulia kwanza, nifanya the next one flow. Maana yake mimi nafanya flow ambayo ni unique, alafu ni flow ambayo kidogo inaweza ikasikilizika na kila mtu. yeah, sure, yeah. Yenye raha tu yeah, ambayo haina mambo mengi inavutia. no, haina heba, butie, yeah, sure, yeah. Alafu nikisema kwamba si ni tengo nao vina vyao ni tomato na chili ah, sio kwamba nimedharau mabraha maybe nimefanya nini, hapana ah, lakini kuna watu ambao siku hizi wameamua kufanya fanya muziki awafanyi wanafanya, wanafanya khani, fanya, fanya muziki So, ana hela kuingia studio anapojua sauti nini, anaona moja aende zake. Ko vitu kama hivyo yani vinaharibu hip hop. Ya, vinaharibu hip hop sana, ya of course. Ko verse kama hizo yani watu ambao wanafanya vina ambavyo vinafanana na hivyo yani na navichukulia kama ni vina viraini sana ambavyo tomato na chili, tomato na chili yani. Yani, ambavyochii <laughs> <laughs> <laughs> Kwa sana laguakiia <laughs> sanadanakua kwenye stanza pili hapo, nasema uwezo mkubwa, call me Maarifa the big thinker. As we know Maarifa the big thinker ni current big rapper mtu mm, anayetumia akili yake kubwa sana kwenye kuandika miziki au sio? Kuna, yeah, goma lake moja ameliimba hapa akiwa na Ben Pol moja ni ya kibabe sana yaani. Kwanza kwanza kuanzia beat inavyogongwa, kwanza, yeah, yes, yes, kwanza, yes, kwanza na mbele ni hatari hivi. kwa nini ulijiita Maarifa the Big Singer? ah uh, kujilinganisha mimi na Maarifa the Big Singer, kwanza sio kwamba tu labda najilinganisha kwenye mziki yeah, sure, hapana, but e, kujilinganisha mimi na Maarifa the Big Singer ni kwamba natumia akili kubwa sana kwenye kufanya mambo yangu yeah. naona hata kama kwenye jamii vitu vyote navyovifanya natumia nguvu kubwa sana kufanya vitu, alafu pia kwenye mziki penyewe natumia akili kubwa sana kutafuta ni kitu gani ambacho naweza nikakifanya ikawa unique na kikawa kime deep sana. Kitaenda kwa jamii kwa ukubwa ya, oh, yeah, yeah, of course. Ndo maana ukatumia Maarifa the big sick. By the way mimi namkubali sana Maarifa the big sick ndo mtu ambaye mimi anani inspire hata kufanya vitu kama anavyofanya yeah, yeah, anaandika yeah. mziki moja ambao natumia akili nyingi yeah. kwenye next line, ulisema kwamba kila kizazi kitasoma, like the legend of the sita kana. Kana ni mtaalamu sana wa kwa vitabu yani, ni mtaalamu sana wa kuandika mambo mbao ni, ni mdadisi yeah. Kwanza kitu ambacho nataka tu mfahamu kwamba mimi napenda sana kudadisi sanaku Aa, kitu ambacho nikiona ni kizuri lazima nikifuatilie. Sasa kwa nini ulisema kwamba kila kizazi kitakusoma like legend of the city? Hii legend of the city ni nini? Kwa sababu umetukumbusha mbali, 2008 hapo, 2010 hapo, tunakutana na legend of the city kwenye mabanda ya watu yeah. rafiki yangu, au sio? kama jana yeah. wmiguu auingii yeah. kama uligombana naye mtoto mwenye nyumba au kwenye babu mpira